Karibu sana mwenyekiti wa Bakwata Chanika, uh, Sheikh Yahaya. Karibu majina yako kwa uzuri kabisa. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi wa umma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi kwa jina naitwa Sheikh Yahya Musa Athmani, imamu wa Masjidi Chindu hii, lakini pia ni mwenyekiti wa Bakwata kata hii ya Chanika. Sinabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha mfungo mzima wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na mpaka tumefikia hatima ya kuswali Idi, si kwa mapenzi yetu, bali kwa atakavyo yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ndugu zangu Waislamu, ninawahusia sana sana sana kwa ibada nzito na kubwa tuliyoifanya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni agizo lililotoka kwa Allah subhanahu wa taala, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, ya ayuha ladhina amanu enye ambayo mliomwamini Mwenyezi Mungu, kutiba alaikum siyam, milazimishwa nyinyi kufunga, milazimishwa kufunga. Nifunga, ni funga ni kujiziwia na mambo yote ambayo ya kula kunywa na yale ambayo ni haramu kufanya katika miezi mingine yote, tulijiziwilia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. nini kusudio la funga? kusujora funga ili kutafuta nafasi ya tiketi ya kuwa mcha Mungu. Laalakum tatakuna, ili mpate nyinyi kuwa wacha Mungu. Tumejifundisha ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani: upendo, huruma, unyenyekevu, kusaidiana, na sina budi kuwahusia Waislamu baada ya kuimaliza ifunga Ramadhani tukiendeleza ibada zile zile kwa kugundua kwamba hautoikuta tena Ramadhani nyingine, kwani wapo waliotia nia ya kufunga Ramadhani hii na wakufikia kufunga Allah amewachukua. Wengine wamepata udhuru wa aina mbalimbali, maradhi wamelazwa, na wengine walitia nia na wakafunga Ramadhani hii lakini pia hawakuweza kuimaliza. Sisi tulioweza kuimaliza tumshukuru sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu Waislamu, neno Uislamu ni unyenyekevu, neno Uislamu ni amani, neno Uislamu ni mshikamano. Yoyote yule aliyokuwa Muislamu atakuwa ni mcha Mungu, atakuwa mnyenyekevu, atakuwa mpenda amani. tumeswali ili hii kwa mazingira tofauti wapo walioswali kwa mwezi wa kimataifa na wapo walioswali kwa mwezi Kislamu, wa kuuona kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, hawa wote ni Waislamu. Alioswali kwa mwezi wa kimataifa ni Mwislamu, na wewe ulioswali mwezi wa ulioonekana Tanzania hii ni Mwislamu. Kinachotusumbua sisi Waislamu ni njia tu na elimu tu kuto kukaa chini na, na kufafanua hicho tu ndio kinachotumbua, lakini sisi wote ni Waislamu na tulifunga kwa sababu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwayo ndugu zangu, tushikamane. Tushikamane kwa sababu tuiangalie dunia. Dunia ni sehemu ya kupita. Dunia ni starehe, ila mataa ulokolole si lolote, si chochote. Wewe Mwenyezi Mungu alikuumba kukuleta hapa duniani ili upate kumwabudu, sio kwa kazi nyingine ko. Nawahusia sana tuizingatie, na tuyafanye yale yote tuliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuyaendeleze ndani ya miezi mingine mpaka itapoingia Ramadhani. Ndugu zangu tuiangalie dunia kama kama sehemu ya kupita. Mwenyezi Mungu anasema, alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum hayukum ahsanu amala wahuwa alazizu ghafur. Mwenyezi Mungu alituumba sisi tukiwa maiti, ametupa uwai. Ni majaribio. Utautumiaje uwai wako? Utaufanyia kazi gani uwai huu? utajikataza vipi na mambo ya kidunia yanayemkasirisha Mwenyezi Mungu. Leo Waislamu tumeipa mgongo dunia, tumeipa mgongo akhera, tunaikumbatia sana dunia na tunavipenda vilivyomo duniani kuliko akhera. Ndugu zangu, nawahusia sana na wahusia sana, tumshike Mwenyezi Mungu kweli kweli, tushikamane kweli kweli, wala tusibabuane kwa madhehebu kwamba huyu amswali suni huyu yani, tunabaguana kwa mazhebu. Wote sisi ni jamii moja, tumeumbwa na Allah tukiwa pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ametuumba sisi tukiwa nafsi moja, matawanyisho haya, makabila, mataifa, ili tupate tu kufahamiana. Leo simwone mtu kwa sababu yeye kakata suruali, wewe suruali yako ndefu, sijui yeye kafuga ndevu, wewe hujafuga ndevu. Basi huyu aliofuga ndevu ndio muislamu sahihi? Au huyu ndio mwanadamu alio sahihi? Sisi wote tuko sawa, na isitokee mwanadamu akamdhalau mwanadamu mwenzake. Huenda yule unamdhalau akawa bora mbele ya Allah subhanahu wa taala, na wala tusibaguane kwa njia za dini. Hata ukimkuta huyu Mkristo, huyu sijui anaabudu mti, huyu sijui anaabudu nini, nini, lakini nyinyi yote ni wanadamu, na safari yenu moja, na tutazikwa chini ya ardhi na tutafufuliwa pamoja. Kwa hiyo usimwabudu mtu ukaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Waakhtasum biabdillahi jamia wala tafarau, shikamaneni tushikamane katika dini ya Allah wala tusifarakane wala tusiachane wala tusibaguane kwa madhehebu yetu. Unawezekana huyu kafuga ndevu ukamwona muislamu sahihi kabisa, lakini hizo ndevu kazifuga vipi? Kazifuga kama mtume alivyotuelekeza? Unaweza ukamona mtu kafuga ndevu, lakini huyo mtu ni Firauni. Unaweza ukamkuta mtu kavaa kanzu lakini huyo mtu mgoni mzinifu muuaji mshirikina. Sisi tushikamane, tujipende, sisi tujione, sisi wote ni kiwiliwili kimoja. Anapokuwa na jambo mwislamu mwenzako, basi jione ilo jambo ni lako. Uki ukiona yule kaumo, basi uona na wewe unaumwa. Tumeswali hivi, na hili ni siku ya furaha, lakini pia ni siku ya majuto sana wala usitie nia ya idi kwamba leo mimi niende nikanywe sana. Usitie nia ya idi kwamba leo mimi nikafanye starehe sana nikazini sana leo. Ni siku ya adhkar, leo ni siku ya kumkumbuka sana Allah subhanahu wa ta'ala na na lazima ujinyenyekeze kwa Allah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema qul ummati yadkhulu janna, umma wangu wote mimi utaenda peponi illa man abaa Isipokuwa yule mwenye kukataa mwenyewe. Ni mtu gani? Unaambiwa bwana, njia ina simba, wewe unapita. Bwana, tuswali wewe, hutaki kuswali. Usinywe pombe, haramu pombe, haifai, wewe unakunywa. Bwana, usisengenye, usimchukie, usim mwenzako, wewe unamchukia. Huyo ndio wamanaba. Amekataa mwenyewe, huyo wamana asfa, mwenye kumwasi mtume Muhammad basi huyo mtu amepotea na siku ya Kiyama ataenda moto. Ndugu zangu Waislamu, tushikamane sisi wote ni wamoja, na nawahusia sana, Idi hii iwe Idi ya amani. Na mwaka huu tuliokuwa nao ni mwaka mzito sana, ni mwaka ambao unahitajika tuwe wacha Mungu na tuzidishe madua sana, ni mwaka ambao watatokea watu kutaka kutuvuruga amani ya nchi itakuwa imeharibika. Wewe hutuweza kufanya ibada. Kuna watu huko wanashindwa kuswali, wanashindwa kulala kwenye majumba yao, wanashindwa kuwa watulivu na familia zao, nchi zimeharibika. Na sisi tushikamane, tumuombe Allah na tuzidishe madua sana kwenye ibada zetu, na ikiwezekana, kila ibada ya alfajiri tusiache kumuti, tuwaombee viongozi wetu tuwaombee waliotutawala, tumwombee mama yetu Samia Suluhu Hassan, dua kubwa sana yeye na wale waliokuwa chini yake. Lakini pia tuwaombee madiwani wetu wanaotuongoza kwenye kata zetu, wenye viti wetu, tushikamane nao ili tuitunze amani ya nchi hii. Amani ya nchi hii ni tunu iliyoletwa na Allah subhanahu wa taala, hakuna mtu yoyote aliyoleta na inapoondoka amani, haiondoshwi na mtu jirani, ni wewe mwenyewe wa ndani ya nyumba. Hata mfano tuchukulia, we unapokaa na mkeo ndani, kama utakuwa una mazungumzo mazuri na mkeo, amani haitokuwepo. We unarudi ndani, watoto wanasema da, sijui baba kawai nini kurudi sahizi. Ukiona hivyo, basi wewe ni mtu wa motoni. Ko, tuilinde amani, tuwaombee viongozi wetu lakini na sisi tuzidishe sana ibada, tumje Allah kuli kweli, usiku na mchana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardhi, vipo vinavyomtukuza Mwenyezi Mungu duniani, vilivyokuwa chini ya ardhi na vilivyokuwa mbinguni, sio wewe wala mimi, sisimizi, wanyama Mifano, mnaona jua linaweza likawaka sana huko, lakini nenda polini unakuta mvua zinanyesha, zinawateremkia wanyama wanayemdhukuru Allah, wanayemsabihi Allah, wa huwa al-Aziz, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu tena ni mwenye hekima. Tushikamane, ukimwona jirani yako amekosea jambo mnyooshe kwa maneno mazuri.